Karibu tena kwenye channel yetu pendwa ya Rajab Synic. Kama mara yako ya kwanza kutazama video yoyote kupitia Rajab Synic, ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kulike, comment na share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili ukawewa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi gani unaweza kubadilisha password kwa akaunti yako ya Facebook. Ni rahisi, cha msingi ambacho unatakiwa kufanya kuangalia hii video hii mwanzo mpaka mwisho, ili uweze kuseti mwenyewe kwenye simu yako. Ah, baada ya kushika simu yako sasa, utaenda kwenye Facebook yako. Mi natumia Facebook right, itafunguka itafunguka namna hiyo, kisha abonyeza vidoti vitatu juu. Mana ukifika chini, abonyeza setting kisha na bonyeza setting, na bonyeza setting and privacy. Kisha na bonyeza setting, umeona hapo, bonyeza setting and privacy. Kisha na bonyeza setting. Baada ya hapo mm, kama unaona utaachana na hivi vitu vyote. Umeona, utabonyeza hapo juu hapo, mm, ndio kusubiri Ona, itafunguka kama hivyo. Baada hapo, baada hapo itafunguka kama hivyo kama unavyoiona. Baada hapo, utabonyeza hapo password and security, kisha utabonyeza option ya kwanza iliandikwa change password. Ona koda takiwa kubonyeza hapo ilikuweza kuchange password. Sasa basi kuna option mbili ubadilishe Instagram ambao umeunganisha. Sasa wewe kama umeunganisha na Instagram wewe utatokea juu, so, utabonyeza hapo, hapo juu kwenye profile yako, mfano hapo palipo ni kwa Facebook uko juu kwenye, kisha utabonyeza baada ya hapo, hapo utatakiwa uweke password ya zamani. Kwa hapo, utatakiwa hapo utatakiwa uweke password ya zamani ehe, kisha unaandika password yako mpya hapo, new password hapo, kisha una retype new password, unairudia ile password Una li, yako mpya una save na hapo ndivyo hivyo. Kwa mfano kama ukiunganisha na Instagram pia, ubadilishaji wa password ni ule ule, utaweka zamani, utaweka mpya, halafu utaithibitisha ile mpya, unaona. Na hapo utakuwa ukisha save, zoezi la kuna nili, zoezi la kubadilisha password linakuwa limekamilika kikamilifu, utakavyoweza kuseti eh, kubadilisha password ya akaunti yako ya Facebook. Eh, nikuombe tu kama video hii ni ya kwanza kutizama kwenye channel yetu, ni kuomba usubscribe, ku like, comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili ukiwa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload kwenye YouTube channel yetu. Na mimi ni Rajab Rajab Synic.